Karibu katika somo mpya hapa Koinonia na leo ninaanzisha ni au ninatambulisha somo moja ambayo ninaita somo ya utoaji. Katika makanisa kuna mambo mengi tunayoyafanya, lakini tunahusika na mambo ya kutoa kwa kazi ya Mungu na e, tunajifunza kanisani, tunapoenda kusali tunajifunza kwamba kutoa e, mali yetu au sehemu ya mali yetu kwa ajili ya kazi ya Mungu kwa ajili ya Tuseme, eh, ya hasa kwa kazi ya Mungu, eh, ni kitu ambayo kila Mkristo anafanya ana, ana, wakati mwingine tunaambiwa tunapaswa kufanywa, na kuna mafundisho mbalimbali mbali kwenye makanisa juu ya hiyo topic. Eh, kwa hiyo kutoa ni jambo la msingi katika Ukristo na si Ukristo tu, imo katika dini nyingi sana, mambo ya kuchanga, mambo ya kutoa na kusaidia watu wenye mahitaji imo katika dini nyingi, lakini pia ndani ya Ukristo imo sana. Biblia ina mengi ya kusema kuhusu kutoa. Kozi hii itachimba kidogo katika somo hili na tutajaribu kukupatia ufahamu mzuri juu ya mafundisho ya Biblia kuhusu kutoa. Kwa hiyo sio kitu kama vile tunaipitia tu katika kipindi kimoja, ni kozi nzima. Inawezekana Uh, itachukua nusu mwaka inawezekana ikachukua hata zaidi kabla tumemaliza. Kwa hiyo hii ni somo ambayo tutaipitia kwa undani. uh, kuna maeneo mengi tutakayoyaangalia. Kwanza tutaangalia jinsi Mungu alivyo, kwa sababu hiyo ni muhimu. kama utaelewa utoaji kama utaelewa uh, kusudi na mambo mengine, kwanza tunahitaji kumfahamu Mungu jinsi alivyo kuhusu hayo mambo, na yeye anajionaje kuhusu mambo hayo Uh, tutajifunza utaratibu mmoja ambaye Mungu ameuweka ambaye ni kupanda na kuvuna, inahusu hiyo hiyo, tutaangalia hiyo. Ni muhimu sana tunapojifunza kutoa. Kuna tahadhari ambazo ni muhimu kuzitambua na hizo pia tutaziangalia. Tutachunguza kujua nani mwenye haki ya umiliki wa mali, hiyo pia uh, kutosheka au kuridhika, maana yake ni nini Tufanyeje kusudi utoaji uwe tabia yetu sisi kama Wakristo? Unajua, unaweza ukahamasishwa, unaweza ukalazimishwa kutoa na utatoa, lakini si kwamba yani hujisikii. Lakini kuifanya iwe tabia, hapo inakuwa ni kitu ambayo haikupi shida. Unatoa, ni kitu ambayo unafanya kwa sababu imo ndani ya tabia zako. Imani inahusika vipi katika swali ya utoaji? Yani imani yetu, imani ya Mungu inahusika vipi katika kuanza kutoa na kuweza kutoa. E, tutachunguza pia sababu zilizopo za kutoa. Kuna mambo mengine ya kufikiria ambayo tunapitia, mambo ambayo sijaweka topic. Inawezekana ni mambo mbalimbali ambayo yanahusika pia na hiyo somo, tutaangalia mambo kama hayo. E, tutajifunza kwamba kuwa Mkristo sio kuchagua moja au mbili ndani ya Ukristo halafu kusema kwamba mimi ni Mkristo katika Ukristo kuna, kuna ujumla ya maisha inatuhusisha katika maisha yetu yote, na mmoja wapo ni, ni shughuli za kutoa na kusaidia watu wengine na kutoa kwa kazi ya Mungu. Maandiko ndo msingi wetu, tutaangalia maandiko na ndugu yangu, tutaangalia maandiko mpaka utakuwa utazijua na utazikariri mengi itakuwa ni maandiko mengi, mengine tutayarudia mara nyingi. Na tunafanya hivi kwa sababu kuna maandiko ambayo ni vizuri kuyakariri, kuyapata, kuyatambua na kufahamu, yani ndani ya akili zetu, maana hiyo inatusaidia pia wakati tunajaribu kutekeleza maandiko yanavyotuambia. Nilipoandaa somo hili, niliandaa muda mrefu sana, sasa hivi ni ninairudia, nimewahi kuifundisha katika vipindi, kwenye madarasa sasa ninairudia na inawezekana nitaiadjust kidogo, kwa sababu ni miaka mingi. Lakini nilipoandaa mara ya kwanza, nilianza katika kitabu cha Mwanzo nikaenda mpaka kitabu cha Ufunuo na nilipitia kila aya ambayo inaongea juu ya mambo ya uchumi, fedha, utoaji, mambo yanayohusika na mambo ya utoaji. Unaona, kwa hiyo nimepitia. Kwa hiyo kuna sehemu nyingi, sio zote, ambazo tutazisoma, lakini nyingi tutazisoma. tumaini yangu ni kwamba utafaidika na kubarikiwa. Najua ukiweza kujaribu kufuata mafundisho ya Biblia kuhusu maada ya uchumi na utoaji, maisha yako yatabadilika, na ninaweza kusema hivyo kwa sababu kila mara wakati nimefundisha na nimeuliza wanafunzi baadaye kama wamepata mabadiliko, wote wanasema imewabadilisha, wameweza kuelewa fundisho hili tofauti na jinsi walivyoifundisha. Na hata mimi mwenyewe ninaweza nikashuhudia wakati nimepitia hayo maandiko na wakati nimetafakari juu ya utoaji, nimeona pia mabadiliko katika maisha yangu. Kwa hiyo inabadilisha watu <clears throat> unapofuata hayo masomo, ni vizuri kuwa na Biblia karibu uweze kusoma uweze kupause video wakati mwingine na kusoma mwenyewe. Kuna sehemu ambayo ni ndefu sana ndani ya Biblia na inawezekana sitasoma kwa sababu video zitakuwa ndefu sana, lakini tasema, sasa hapa, soma hii sehemu hapo. Nina kushauri kweli, usiende tu na yale ninayoyasema. Baada ya, ya kusoma tuseme, wakati nimekuambia kusoma, nenda kasome, soma vizuri halafu unaendelea kusikiliza video kwa sababu unaweza ukaenda na, na yale ninayoyasema, unaweza ukaniamini, lakini kama huo ninavyosema, soma Biblia, usikubali tu yale ambayo mwalimu anakuambia, angalia kama yanaleta maana kufuatana na maandiko ambayo nimekuambia usome. Kwa hiyo hii ni mashauri yangu. Kwa hiyo hiyo, kwa kifupi ni hiyo somo, na tutaanza kipindi cha kwanza inayoanza hapo. Tutaanza kuangalia Mungu jinsi alivyo, na kutakuwepo vipindi kadhaa juu ya kuangalia Mungu alivyo, kusudi tumwelewe yeye, na halafu tunaendelea na, na vipengele vingine katika eh, nani taratibu ya somo hiyo, kama utapenda kufuata masomo hayo Ninashukuru sana Mungu akubariki. Na kama umefika mwisho katika kipindi hiki eh, Mungu akubariki pia, na bila shaka tutaonana siku za mbele. Asanteni sana.